Mawasiliano mazuri na wazazi. Ukiwa na mawasiliano mazuri na mheshimu mzazi wako, kuna baraka ambazo utakuja kuzipata hapa duniani. Lakini nje ya mawasiliano ndani ya nyumba, kuna nje, kuna watu ambao unaishi nao, tuna majirani, lakini pia kuna watu wengine ambao unaweza ukawa unakutana nao tu katika maisha. Mtu mwenye mawasiliano mazuri na watu anaweza kafikia mafanikio nasema hivyo kwa mfano, hivi akitokea mtu mmoja pale mahali mnapoishi, akasema kuna kitu anataka akifanye, lakini anatafuta kijana mmoja mwaminifu amsaidie kusimamia labda jambo lake fulani la kuingiza fedha. Kama una mawasiliano mabaya na watu unaowazunguka, hapo hamna kitu hako, hakuna kitu, kwa sababu wewe unakuwa huna mawasiliano mazuri na Mungu, huna mawasiliano mazuri na wazazi wako kuna mawasiliano mazuri na majirani, kwa kwa kwa upande mwingine wao kasema kwamba huyu kijana hana nidhamu. Mawasiliano ni kitu muhimu sana. Kwa hivyo, kwa kuwa na mawasiliano mazuri na watu, unaweza mwanzo wa mafanikio yako yakaanzia hapo. Wakati mwingine tumekosa vijana kuwakilisha sehemu mbalimbali kwa sababu tu watu wanaangalia jinsi ambavyo wewe unaishi lakini pia shuleni, shuleni tuna walimu na wanafunzi. We unakuwa ndo mtoto mtukutu, mwalimu anapofundisha wewe usikizi, unaruka nje ya madirisha, unaenda kucheza nje, unakuwa mtoro. Kwa hiyo hata mwalimu akisema tunahitaji wanafunzi watano ambao wametulia waje tuwapeleke sehemu fulani wakawakilishe shule, we huwezi kuchukuliwa. Kwa hiyo tayari hapo kwenye mambo ya mafanikio unakuwa unashuka. na wanawafundisha vizuri wa watoto nidhamu, mara nyingi huwa wanafaulu vizuri. So, sababu mwalimu yuko tayari kumfundisha kwa moyo kwa sababu anajua huyu mtoto ana usikivu. Usharika ilianza mnamo mwaka elfu mbili na nne mpaka sasa hivi mwaka elfu mbili na ishirini na tano huduma hii imehudumia vijana elfu 248 vijana wetu. Ni sisi kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto zao, ili waweze kujikimu katika maisha na kujikwamua katika hiyo hali ya ugumu, kwa sababu nimesema kwamba wengi wao ni watoto ambao ni yatima ama wanaishi na mzazi mmoja ambaye hana uwezo wa kuwahudumia. kwamba huduma kwa udiakonia ni huduma ya Mungu mwenyewe, ni agizo ya la Mungu kwa hiyo kila mmoja ajue kwamba anapaswa kufanya udiakonia, kusaidia mtu ambaye ni mhitaji. Waombe hii semina ya udiakonia, semina ya watu wenye mahitaji maalum yeah, itusaidie sisi kuondoka, yeah, na kitu na kuzuia vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuharibu tabia zetu. Na mimi nawatia moyo, shika sana ulicho nacho, asije mtu akakitoa. Na mimi ni muumini wa kushika nilicho nacho Eh, namshukuru Mungu wa kupitia kitengo hichi nimenufaika kuanzia nilipokuwa darasa saba ambapo walinisimamia katika masomo yangu kwenye mahitaji mbalimbali ikiwa pamoja na vifaa vya shule, madaftari na vitu vingine kama ada. Nikaenda sekondari, elimu ya sekondari, napo pia niligaramia vitu mbalimbali ikiwa pamoja na school uniform na vingine, na Mungu akasaidia nikaweza kuendelea pamoja na elimu ya juu ambao nilijiunga na kidato cha tano lakini pia waliweza kuwa upande wangu na waliweza kuonekana wakanipatia vitu mbalimbali mbali kama ada ambazo zilinisaidia kuendelea na mahitaji yangu vizuri, nikiwa ni katika elimu ya juu na sasa hivi nimemaliza. Nawashukuru sana sana sana, Mungu awabariki sana. Nijiunga na hapa shirika la afya na udiakonia tangu elfu mbili na kumi na sita nikiwa darasa la tatu na mpaka sasa nimemaliza kidato cha nne mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne. Nimepata division nane ya pointi kumi na moja na nimechaguliwa kwenda katika chuo cha afya Singida Health College of Science and Technology, kozi ya medical ya laboratory. Namshukuru Mungu kwa wote ambao wamenijalia. Sio wengi ambao wamepata nafasi ya yaani, kuwepo katika hii huduma ni neema tu kufika hapa, na naomba aendelee kuninulia watu ambao wataendelea kutushika mkono, mimi na wenzangu, ili tuweze kufikia ndoto zetu. Nawashukuru washirika wote waamini wa Arusha wa wa wa Road.